Uchaguzi ni haki yetu kwa mujibu wa katiba yetu. Kuchagua na kuchaguliwa ni haki ya kila raia, ili mradi wewe ni Mtanzania umetimiza miaka kumi na ngapi, kumi na nane, una haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Akuja kuomba, msiache kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa. Na kuna watu ambao wanaweza kaniambia maneno mazuri ya watu wa Arusha, kwa sababu unajua nimepita kwenye maeneo mengi, nimekuta watu wa Arusha wako kila kona. Kwa hiyo mimi nafurahia kuona watu wa nyumbani kwetu <laughs> la tatu ambalo ni muhimu ni kuilinda amani yetu. Amani hii haikuja bure, ni gharama iliyowekwa au iliyoingiwa na wazee wetu waliotutangulia na ndio maana mimi hapa pamoja na usukuma wangu, lakini nimepata nafasi ya kugombea Arusha mjini. Hapa Shinyanga wako Wachaga wanaishi na wengine ni viongozi wamechaguliwa. Ukienda kwenye serikali za mitaa au vijiji utawakuta, ukienda kwenye kata utawakuta. Wamasai wapo, Warangi wapo hii haikuja tu kwa bahati mbaya, ni kazi iliyofanywa no na waasisi wa chama chetu, mzee wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Abeid Amani Karume walivyounganisha, wakatengeneza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii hapa tunafurahia matunda ya kuwa taifa moja naye na hati huyo alivyojua bila kili sasa hii amani tulionayo, tuendelee kuitunza, si ndio? Amani tusibagazwe na kuingia kwenye vita ya ukabila, vita ya udini na uchaguzi. Isiwe chanzo cha kuvuruga amani. Uchaguzi ni chanzo cha kupata viongozi wapya watakaongeza kasi ya maendeleo kutoka pale walipotoka, waliokwepo kwa kwetu Arusha kwa mfano, majimbo tunayo saba. Majimbo yako mangapi? Saba. Na wabunge wa viti maalum walikuwa wako wangapi? Wawili. Fikiria, kwenye majimbo saba, majimbo matano yamepata wagombea wapya kati ya majimbo saba kwenye viti maalum wamepatikana wabunge wapya wawili. Kwa kwa tafsiri nyepesi, ni kwamba Arusha iliyokuwa na wabunge tisa elfu mbili na ishirini na tano itakuwa na, na thelathini, wabunge wapya saba. Hivi kweli itakuwa bado bunge lile lile? Maanake wameingia watu wenye mawazo tofauti, watu wenye historia tofauti na watu wenye mtazamo tofauti. Kwa akiwepo mtu akwambia bunge itakuwa nilile lile, mwambie hapana. Na kwenye nchi yetu hii yote Tanzania bara tuna majimbo mia mbili sabini na mbili. Katika majimbo mia mbili sabini na mbili nina uhakika zaidi ya asilimia zaidi ya asilimia sitini wabunge watakuwa ni wapya. Haiwezekani wabunge zaidi ya asilimia sitini wapya halafu bunge ikabaki liko vile vile. Na kule mimi nimewaambia wenzangu kule, tunakwenda kuhakikisha tunapigania haki za Watanzania, tunapigania haki za wanyonge, tunakuwa sauti ya wasiokuwa na sauti ndani ya bunge. Tunaenda kuhakikisha kwamba rasilimali za taifa letu zinatumika kwa maendeleo ya Watanzania, twatake fike hatua vijana wa taifa hili la Tanzania wasitamani kukimbilia kwenda Ulaya. Ulaya kule hawana kitu, na maisha ya kule sio maisha mazuri. hapo na nyanyuka asubuhi, unaenda kwa mtu, unagonga jirani, unakunywa chai kule, hauji chai ya mtu angoleni anchembe Hey, uezagaanambute <laughs> nanomba noche ye, hakuna kule maji. Hapa Shinyanga, ukienda kwa nyumba ya mtu, tunaomba maji ya kunywa, anakumbuafa nini. Ulaya hakuna hiyo habari, utawakuta wanatembea kama mashine, wanakimbia tu, wanawangaika muda na gharama ya maisha iko juu. Hasa nchi hii ya amani yenye upendo, tunalima viazi hapa tunalima pamba, tunafuga, tunalima mpunga, tunalima mahindi. Unaweza ukajikuta una hela mfukoni, lakini chakula na unawakika nacho. Kwa hiyo mimi, ni niwaombe sana, uchaguzi utumike kutuunganisha na kutupatia viongozi bora, sio kutugawanyisha na kuleta maafa kwetu. Tukifahamu hivyo, itakuwa rahisi kutokukubali kushawishika kuchoma duka la mtu. Wewe fikiria, mama aliyesimama hapa amesema mtu ananunua mchele kilo mbili, kilo moja ya nyama, nusu kilo, askari anapambana kutafuta shilingi elfu tisini ya kulipa kibanda cha hapa stendi, alafu wakati huo huo ana familia yake, anahitaji kulisha, kusomesha, kuvisha na wakiugua awape pesa ya kwenda kununua dawa. Ukienda kuharibu biashara yake kwa sababu ya mwanasiasa mmoja amekuchochea, ya kwamba ingia barabarani, hauoni kwamba wanatenda dhambi jamani? Gari kama hii hapa, mtu kanunua kwa hela nyingi, unaambiwa ingia barabarani, fanya fujo, utapiga mawe ile gari. Lakini fikiria wangapi umeharibu maisha yao, afu unaharibu maisha ya watu wako ndugu zako jamaa zako kwao. Mi ni waombe sana watanzania wote Hebu tujue ya kwamba maisha yetu haya pamoja na siasa tulizo nazo lakini Mungu ana makusudi na sisi. Tusiingie kwenye fujo, tusiingie kwenye vita, tusiingie kwenye vurugu kwa sababu tu ya maneno ya wa wanasiasa. Tena wanasiasa wenyewe wanaofanya sasa hivi ni wale ambao hata Tanzania hawapo, wako kwenye mitandao asubuhi mpaka Yaani wao wanaandika, wewe analipwa hela, alafu yeye maisha yake yanaenda vizuri, wanakuambia ingia barabarani. Uchaguzi sio chanzo cha fujo, uchaguzi ni chanzo cha kuongeza spidi ya maendeleo. Uchaguzi ni sehemu ya kuwapata watu watusaidie kutatua changamoto zetu. Tushindane kwa hoja, watu waseme hoja zao na sisi tutasema hoja zetu. Sasa hivi katiba yetu imetutaka kila baada ya miaka mitano tufanye nini? Uchaguzi. Wamejitokeza watu wanasema uchaguzi uahirishwe. wa hasa, mimi nawauliza, ukiahirishwa, kwa katiba ipi? Lini waliandika katiba? Waliandikia wapi? na mimi ningeomba kama kuna watu wanajiamini kwamba wanazo hoja za nguvu juu ya mambo ya katiba, juu ya mambo nini, tufanye mdahalo nao. Na mimi siombi CCM niongezee mtu, nitaenda mwenyewe. Tumewaacha watu waovu wamesema kwa nguvu nyingi mpaka ikafika hatua wakaonekana wao wako sahihi. Yaani wewe unayesimamia katiba unayesimamia sheria unaonekana wewe ndio mbaya, wanaotaka kuvunja sheria na katiba wao ndio wanaonekana wazuri. Hiyo inawezekana? Washi kweli washinyange, inawezekana kweli hiyo? Haiwezekani, haiwezekani tukaendelea kukaa kimya kuacha wavunja wao katiba waonekane wao ndio wa maana alafu walinda katiba waonekane wao sio wa maana. Rais wetu aliapa kulinda katiba, Daktari Samia Suluhu Hasani. Magufuli aliapa kulinda katiba. Jakaya aliapa kulinda katiba. Mzee Mkapa aliapa kulinda nini? Sisi hatutakubali viongozi wetu hasa mwanamama huyu wamwharibie kwa kuivunja katiba kwa malengo yao. Na mimi nasema tukae kwenye meza, tujadiliane, wewe kwa nini unataka katiba ivunjwe kila baada ya miaka me... huu utaratibu aliweka Mwalimu Nyerere, ndio maana alipomaliza mwaka sabini na saba tukatengeneza utaratibu. Mzee Mwinyi akakaa miaka mingapi? kumi. Mzee Mkapa akakaa miaka mingapi? Kumi. Mzee Kwete akakaa miaka mingapi? Kumi. Magufuli hapa alikuwa anakaa miaka yake mingapi? Kumi, kila baada ya miaka mitano katiba nataka tufanye nini? Uchaguzi. Hata wewe kama una maoni yako tunakusikiliza, lakini si kuvunja katiba nini ya nchi. Tukiwaendekeza wataanza kwenye uchaguzi, tukimaliza kwenye uchaguzi watakimbilia kwenye muungano, watasema na huu muungano tuusimamishe kwanza. Tukiendelea kuwaacha watahama kwenye muungano, watasema ah, hata mahakama hii na yenyewe utaratibu wake tuusimamishe. Itafika kipindi wanasema ah, bunge saa hivi livunjwe, tufanye uchaguzi. Itakuwa ni nchi hiyo kweli? Hiyo silibanana banana republic. Tuko kwenye genge la wahuni. Tunaishi kwa mujibu wa nini? Katiba koio mi ni waombe sana wana Shinyanga na hapa, stendi, sokoni, kwenye vijiwe mbalimbali vya kahawa, ndo sehemu watu wanapendaga kupeleka chokochoko kwanza, alafu mtu akitoka stendi ah, hata mbale stendi hadi imebadilika kwa nini? Kwa sababu wanapenda kuanzia sehemu ambayo ina watu na wale watu watabeba yale maneno kuyapeleka wapi? Narudia tena, kama kuna mtu anahoja, mimi Makonda niko tayari tufanye mdahalo wa kikatiba, lakini uchaguzi uko pale pale.